Hii kampuni ya Quality Group iko katika jengo la Quality Center Nyerere Road, kama nakwenda airport, mkula wa kushoto. Tumefanya kazi Ijumaa, hawa watu walipata taabu sana. Kwanza wale wenye kumiliki wenye kuhifadhi passport hizi walifanya kosa kubwa sana, walitudanganya, wakatuambia kwa Arusha tumekaa masaa matatu pale, kwa kisha tunapata passport hizo za kampuni hizo. Kampuni hii ya Quality Group ina makampuni zaidi ya 20. Hii Quality Group ni mojawapo ya makampuni hayo, lakini yako zaidi ya 20 na katika Quality Group kuna makampuni madogo ndani humo, ambayo imepanga au wafanyakazi wake wote wanafanya kazi ndani mle Quality Group. Lakini hatimaye atimaye kwa jengo linaloitwa Quality Center, Lekina, timae, tunakusa ushirikiano. Tulimkamata raia wa Lebanoni ambaye kiongozi wa juu katika kampuni hii, tukamtia ndani, tulimweka mahabusu central, na hadi jana alikuwa central. Lakini jana alivyoletwa hapa, alitakufa alipoteza fahamu kwa muda masaa matano apewa dhamana kwenda kutibiwa hospitalini huko. Miongoni mwao hawa mmoja tumkamata tena Ijumamosi, ambaye ndio alileta passport hizi, yuko hapo mtamwona. Ni jambo gumu kidogo kuwamini, baada kuweka tu ndani Ijumamosi saa kumi jana ya yake, sasa kesho yake tukapata passport 126 katika 126 128 katika 126, wawili wamekimbia nchi, wale ambao walikuwa tu za hizo passport, baada ya kuna mambo magumu, wamekimbia nchi na taarifa zilichelewa kufika kule, kwa sababu tulikuwa tunaendelea upelelezi kwa tujapata majina yao tuchapeleka mpakani ili wakamatwe. Taarifa tunazonazwa mpaka sasa, wamekimbia nchini, wao wana vibali. Kilichowafanya wakimbie, walidanganya na walificha funguo ili tusifanye kazi yetu vizuri, na sisi sasa, kwa kosa hilo tutashauri kamishna wa kazi afute vibali vyao. Wamefanya kosa kubwa, wamekimbia tumetumia nguvu kubwa sana tukapata passport hizo ndugu zangu, katika passport zote hizi ambazo ndio hizi hapa hizi, mtaona kwamba mtaona kwamba kwamba hizi ndio zenye makosa. Nilisema jumla 128, 26 tumechambua passport ishirini na tano hawana vibali vya kufanya kazi, kwa hiyo wanafanya kazi kinyume na utaratibu wote. Hawa hatua zitachukuliwa, watapelekwa mahakamani. Lakini labda naseme ukweli, hawa hawatapelekwa peke yao mahakamani, lazima Yusufu Manji ambaye ndiye mwajiri wa watu hawa, ambaye ndio mmiliki wa kampuni hii lazima afikishwe mahakamani kujibu shtaka kwa ajili watu wageni wasio na vibali. Wenge mafahamu Manji ni mwenyekiti wa klabu moja hapa Tanzania. Jana ilikuwa tumkamate alale mahabusu na leo tumpeleke mahakamani. Bahati mbaya, wakati tunafanya zoezi la kwenda kumkamata, tukapata taarifa kwamba amelazwa hospitalini hadi sasa, na si busara kwenda kumkamata mtu ambaye amelazwa, hata kama ni mtuhumiwa. Lakini tumetoa maagizo kwa uwakilishi wake, mara tu akitoka hapo aripoti haraka ofisi hii, ili tumuunganishe kwenye kesi hii ya kuajiri watu wasio na vibali. Hatajali ukubwa wa hela yako Hatajali cheo chako cha mahali popote pale, hatajali kwa njia yoyote ile, una mmekila gani katika nchi ya Tanzania, utakamatwa, utawekwa ndani, utajibu mashtaka. Hawa waliokimbia nchi sasa ni hawa wawili, ni bwana Vive Kandi Sharan. Vive Kandi Sharan ni raia wa India na Bi Smita Vikran, Smita Vikran, hawa wili wamekimbia na familia zao kwenda India bila shaka. Hawa sijui kama watarudi, wakirudi, vibali vitafutwa na sisi tutawakamata. Ndugu zangu, haya mapambano, mapambano haya lazima tushinde.